ni ukweli nilikuwa sikupendi, kwa sababu nilikuwa nakuonea wivu, lakini kwa sasa nakuhurumia sana. Well, mimi naamua kuondoka hapa, sihitaji tena kuendelea kuishi maisha yangu kwa namna hii. Kuna siri nyingi sana umudani, huyu mtu atayagaribu maisha yako, kwa sababu yeye ndo amemua mako na anaweka kesi hiyo kwa Fuho. Sasa angalia. Basi wakati ule aliwahi kumwambia Fu Hongxue ya kwamba kama si maisha haya, tutakutana katika maisha mengine. Anakumbuka bado hajasahau. Kwa hiyo anapojua kwamba Fu Hongxue anawekwa kwenye hatari ya namna hiyo, moyo wake wote unafikiria tu ukweli ni kwamba anataka kumtengeneza misma kwa namna fulani, na baada ya hapo atatumika kama silaha mm, ili aweze kulipa kisasi ambacho yeye anataka kitokee. Ni wivu tu, kwa sababu anajua kwamba Master Fu yupo katika moyo wake <tipas> <tipas> na huyo sasa ndio huwa hani hii halisi <tipas> moyo wake uliumia sana, anasema kwa kwa nini lakini. Kwa nini lakini lakini, mpaka kichwa kinamuma alimuamini sana lakini anakuja kujua ukweli waki, kwa nini umenidanganya mimi? Binti alianza kufundishwa vitu kupitia ile scripture. Na nataka nikwambie kitu kimoja, hii scripture ambayo unaiona au hicho kitabu, ndugu yangu, ni kitabu ambacho sawa, kina mafunzo ya martial art, lakini ni kitabu ambacho kimetengenezwa huko India, inasemekana na ni kitabu ambacho ndani yake kuna mapepo, yani kuna majini Mwana, kuna majini fulani. Kama unakumbukaga Royal Prince tulivyoiona yule dada alikuwaaga anakuwa sio kawaida anapokuwa anapata hasira. sasa huyu binti kwa kwa kwa sababu ya hasira kwamba anataka alipize kisasi kwa aliyesababisha kifo cha baba yake, ameomba afundishwe hii scripture, inaitwa life and death. Kwa hiyo unapojifunza hii scripture, vitu vyote vikikuingia, unakuwa unakua Anasema namtaka dadaangu. Hey, wanaambiwa kiongozi amesema asiingie. Wametobea. Wewe unajua kama kila kitu ambacho unasikia kuhusu yeye umekuwa ukidanganya. Baba yako akuuawa, kwa Fu Hongxue ameuawa kwa mkono wa kwa hani. Kwa nini unaniambia haya sasa hivi? Mimi unataka ni kuamini kweli? Mimi si ni ndugu yako au sisi tumekuwa pamoja ama? Hapana, mimi sikujui wewe. Na sihitaji kukujua tena. Nataka nishughulike na watu walionisababishia maumivu. Yaani tayari binti kashageuka. Ndio kitu kile kitabu kinachokwa. Haya ni maelekezo ya mwalimu, ameniweka katika nguvu ambazo si za kawaida kwenye kung fu. Nataka nikae nikuive. Baada ya hapa, kuna mtu atakayeweza kunizuia wewe binafsi? Pia hutajua furaha niliyonayo. Baada ya hapo akamwambia, unadhani hicho kitabu kitakusaidia? Dada yangu, njoo, mimi nataka nikusaidie kidogo, huwa hania

na ukishakuwa basi kitabu kimekuingia unakuwa unajisikia kama maiti inayotembea. Aa, wanaita walking corpse. Nasema basi ndo hivyo utakavyojisikia. Da, binti akageuka akamwangalia kwa kumwambia huwa haniye. Shao wu yi fu de ren shi ni. Wewe ndo ule muua baba yangu alafu unasema si ni, kwamba ni Fuangshu. Kwa nini umefanya hivyo? Sasa sijua amejiamini nini kusema hivyo. Kusema wewe ndio mwanamke wangu kwa nini kila mara unaongea vitu vya ovyo ovyo, tena mbele za wafanyikazi wangu? Akasema sasa nikikasirika hapa utaweza kunizuia? Basi kama vipi, wewe rusha tena kisu kingine kinimalize. Au unadhani mimi? Tayari najua kila kitu. Ile kisu mara ya mwisho ambacho kilikuwa kimmalize Fu Hongxue eh, ulitaka kiwe kimmalize Fu Hongxue, lakini kikanipata mimi. Ndio maana basi ulinisaidia ili nisifu. Sio, huwa hani hii. Kumbe wewe ni mtu mbaya kiasi hicho. Eh, eh, labda pengine utakuwa umeelewa ndivyo sivyo bwana. Kivipi? Utakuwa umechanganya mambo. Ch naomba unisamehe, naomba kwanza unielewe. Mm, nakupenda. Mimi na wewe tutadumu pamoja daima. Chino ngakasirika kiasi. Yeah, binti kule naye analia, master, kichwa changu kinapasuka nisaidie <tinyo> Vile kile amerusha ile flying dragon. Alitaka kumuaga Fu Hongxue. Ndio maana akajifanya anahangaika kumsaidia bibie Chuino kumrudisha tena. Arudi katika hali yake mpaka binti kaanza kunywa midomo. Hakikisha kwamba kitabu hiki unakimalizia. Hatua uliyofika sasa ni hatari zaidi. Achilia akili yako mambo yawe sawa na nguvu itakayoingia ndani yako itafuta kila kitu cha zamani. Huruhusiwi kukataa kwa sababu umeshaanza. Utachanganyikiwa. Itakuwa kama unasikia vile ni kama mtikisiko wa dunia unakupata. Binti akasema anahisi kama anapoteza kumbukumbu zake. Eh, kumbukumbu zako bado hazijapotea. Utapata pia maumivu sasa utaniambia nini ambacho kinakuja kilini mwako kwa sasa? Mbona hukuniambia yote hayo kuhusu mimi kupoteza kumbukumbu? Kwa nini hukuniambia yote hayo? Kama utapoteza kumbukumbu, hakuna kitu kingine cha kuzungumzia. Sasa waganga wa kienyeji wako pale, wanafanya sala tu vitu vyao vile. Wanavyoongea ongea nini? Unasikia vibezi? Hata usikii wanaongea nini? Akasema nimekumbuka, ni wewe, ni wewe ndio ulienidanganya mimi Unataka unitumie mimi kama zana kuwaua watu sindio, sindio eh? Jia, kwa kuwa sasa umejua, hamna anachoweza kusema. endelea kujifunza mpaka umalize <coughs> binti aliyetaka mwenyewe sasa yamempata, alafu mwamba anasema basi, maskini mtoto wa watu alipitia maumivu makali sana.

Kumbe wewe ndo umepeleka habari kuhusiana na mauaji yaliyotokea. Nilidhani unajua. Sina mambo mengi ya kuongea kwa sasa. Mimi siwezi kukusaidia. Lakini nitakuogesha ukitaka. Uliposema hivyo nimekumbuka mbali, wakati ule tulipokuwa Nameless Pavilion. Siku ile uliponiogesha mbele ya kila mtu. Ulijisikiaje? Nilijisikia vizuri sana.

Akaletewa sasa ujumbe kwamba nguo imeonekana ni wapi Chino alikoelekea. Chino. Kaanza kuita Chino. Upo hapa. Chino, najua uko hapa. Usijifite, Chino. Najua kwamba mimi na wewe hatuelewani kwa sasa. Lakini kuna baadhi ya vitu vingine sijui nini cha kufanya

alikuwa ni Lucio Jam au brother Lu. Hmm, sasa unapotaka kupambana na mwamba eh, huwa hanii. Inabidi uwe tayari. Ni mtu ambaye yuko vizuri, lakini tunajuaga, tumesikia brother Lu kwamba yuko naye ni mbaya sana. Sasa inaonekana Chinon kashampata master force siku nyingi sana. Na wameshakaa vizuri, yani anaelewa nini kinaendelea. Tosho. Anasema muda ni sasa, basi wakaamua kuwaangusha walinzi wote pale getini. Unaona hizi bendera hizi? Maana yake ni katika lile club ambalo sasa ndo hili linaitwa Demon Section. Lakini, hey, huwa hani hii amepapa jina tofauti hapa iti Demon Section. Yeye anapaita Griffin Palace. E, ikulu ya Griffin. Sasa unaona bado bibi anajaribu kufanya mazoezi kujifunza nguvu za kichawi hizo. Na akiwa katika hiyo hali, katikati ya mafunzo yake, kuna watu wengine ambao tunawaona wako pale wakiwa wamefungwa kamba. Sasa sijui wameletwa kwa ajili ya kitu, lakini inaonekana ni kama chwino anajaribu njia za kumwokoa misma ndugu yake. Je, atafanikiwa ama itakuwa namna gani? Angalia. Yani amekuwa sasa hivi kama mchawi fulani hivi, hata mtu akitokea kabla hajajua kama wewe mtu gani. Basi, anafumbua macho, angalia. Amekuwa kama mtu tofauti kabisa, mpaka wale watu wanashangaa, eh, mbona amekuwa kama sasa binti. Angalia angalia, hiyo ndo nguvu ambayo yuko nayo sasa hivi. Akikufanyia tu mkono wake hivyo, maana yake umeisha, unaona kama wewe ukashakufa. Kwa hiyo ana nguvu za ajabu, na binti alichotaka ndio hicho, yani anataka nguvu nyingi sana. E, sasa wa waliochukuliwa hapo ni kama maslevu watumwa. Kwa hiyo akiamua kutaka kujaribu nguvu zake kama zinafanya kazi, anawajaribishia hawa. Walimuomba sana ikiwezekana asije akafanya hicho kitu, kuwaua wote wote, wakamuomba sana wakiwa wamepiga magoti, lakini binti aski wala haambiliki. Sasa jamaa akajiuliza huyu ameweza vipi kuishiria hapo alikofika. Basi chini wanakamwambia usiende huko kutokana na hali aliyonayo sasa hivi, na kujifunza maandishi ya hicho kutabu, hata kutambua tena. Sasa utafanya nini? Labda kama ungekuwa na panga lako kwa sasa, hebu nisubiri hapa. Binti akachomoka haraka, anakwenda wapi? Pengine kutafuta silaha. Zama aau co cemapoayi w nu zainar <laughs> Sasa mazungumzo kati ya brother Lu pamoja na huhani hii akawa anamwambia okay: umekuja hapa, ulikuwa unajua kwamba yuko hapa Chino, sio? Eh, unajua yuko wapi? Kwanza hataki hata kukuona tena. Jamaa akamwambia, kwa hiyo kumbe wewe unajua Chino? Akasema ndio, unajua mahali aliko, lakini mimi ningekuwa nisingekuwa na haraka sana kumtafuta Meisha. Kwa nini? Kuna baadhi ya vitu ambavyo ameniambia sikupaswa kuvijua. Vitu gani hivyo? Si vitu vingi sana. Lakini yako mambo kadha wa kadha ameniambia. Kuhusiana na ni nani ambaye mara ya kwanza alirusha kisu, akataka kumuua yeye? Nani alimuua Mako? Nani ambaye anampa kesi hongu? Nani ambaye amemtengenezea mazingira kuwa kama vile jini kujifunza life and death scripture kitabu. Eh, master huwa, inaonekana una mikakati mibaya, mbinu chafu unaanza kuzitengeneza. Kwa kweli hata mimi nimeguswa si sana. Ni shofu. Nafikiri huu ndio wakati sahihi. Eh, unataka wewe kutengeneza mazingira ya kutawala kila mahali. Usipoteze hata muda ja, ja wako. Haijalishi kitu gani ambacho uko nacho moyoni mwako. Mimi sitaki kukuua. Ikiwa utanilazimisha kuendelea, usije ukaja ukanilalamikia. Naona iko ndo kitu pekee ambacho chelewesha huku, sababu kule ni kama vile master Fuong yuko na na kama wanataka vile kumsaidia, kwa hiyo akachomoa upanga wake katika ku, kuipoteza n wa. Oh. Hey, Luna yuko vizuri vizur

o a ha iii, inawezekana wanataka kujua mambo mengi leo. Ngoja nitakusaidia wakapiana tambo pale. Hey, mapambano okay. Yeah. Hey, mara kidogo, upanga unapita kwenye nywele. Hey, bana, atani. Kumbe sikujua nayo una mbinu mbinu kidogo. Unaweza kuenda kwa speed yangu pia na Uh, yes. Unasemaga kuwa wewe ndio mwenye spidi zaidi kuliko, mbona bado bado bado bado sijaona spidi yako? Au ngoja kama vipi basi nitoke kwanza. Nani amesema una haraka ya ya kutoka? Bado mapema sana, mi bado sijachoka, nahitaji bado tuendelee kuongea. Ni leo kidogo naonyesha tabia sio ya kawaida. Je, labda pengine unajaribu kunichelewesha? Basta, huwa wewe ni mtu maarufu ni nini ambacho kinakufanya uone kama nakuchelewesha mambo? Ah, kwanza. Kwa ya, Hebu angalia sehemu hii ilivyo ya nani? Kwa nini mimi na wewe tusimalizane hapa hapa? Unaharibu mipango yangu. Nitadili na wewe baada ya hapa. Sogea, nisije nikakuua. Unamaanisha nini? Kwamba mimi nimekuzuia? Ni kama vile unajaribu kunizuia nisiende pahali. Nani alisema unawaza wewe? Basi wakaanza tena kupambana. Hizo ni panga <tip> mm, kijana yuko faster. Mzee naye imeenda, lakini haya, angalia. Sasa hey, namwambia sikiliza <tip> ni, ni mbinu gani unataka kuitumia? <tip> Hey, hey, cheki, cheki. Mbinu ya ajabu sana. Kama unamwona yuko kule, yuko kule, yuko kule. Yaani unamwona yuko kila mahali kwa hiyo unaweza ukashindwa kujua yuko wapi. Kijana anaonekana anaielewa. Sasa angalia, wako kama wanne ni mmoja huyo master huwa. Mm, vipi Kijana akaanza kujitahidi ni kama sasa jamaa anatumia majini. Huyu master huu, e, sio wa kawaida, kawaida. Ana namna na mbinu zake ambazo sio za kawaida. Sasa njia anazotumia ni kama kijana anapigana na watu nane, lakini wala wengine wale wote wanaonekana ni majini. Sio yeye mwenyewe, wale wote ni majini. Cheki sasa kijana alipambana sana, anajitahidi kwa kila njia. Upanga unakuja huko anapangua, silaha inakuja huko anapangua. Nguvu anayotumia ni kama anapigana na watu watano. Mwishoe hakumwona mwamba kapitia wapi eh, ebane e, kama masiara amesha sepa. Gafla inatokea picha kama ya mtu fulani, huyu ni mama yake, anashindwa kuelewa, amemwona mama yake. Hii maana yake ni kwamba, bado basi, master huu hii anaendelea kumchezea akili yake. Kijana sija akamfuata nyuma nyuma Chacha. Basi mama anaanza kumuita mwanaye naye anajiingiza katika kumi na nane, anasema na na, mama mama yake alisha kufa lakini leo amemtokea mama. Shaujia nini ambacho kitatokea hapa mtazamaji? <coughs>